Chimbuko la Kiswahili. Kiswahili ni lugha ambayo huzungumzwa na takriban watu milioni mia moja kote ulimwenguni. Pia ni lugha ya saba ulimwenguni na ya pili barani Afrika kwa kuwa na wazungumzaji wengi. Asili ya lugha hii imetafitiwa na wanaisimu na wanahistoria. Kuna maoni aina tatu kuhusu asili na chimbuko la Kiswahili. Baadhi ya watu kama F Johnson, C Meyhof, Askofu Steer, W E. Taylor, Bloomfield, W H Whitley, Mihao, na wengineo wameshikilia kuwa Kiswahili ni lugha ya mseto. Wasomi hao wanadai kuwa Kiswahili kimetokana na maingiliano ya lugha za Kibantu na lugha za kigeni kama vile Kiajemi, Kiarabu na Kihindi. Wanaoshikilia wazo hili husema kuwa Kiswahili kilizuka ili kufanikisha mawasiliano katika shughuli za kibiashara. Wao wanasisitiza kuwa Kiswahili kilikuwepo kabla ya kuja kwa wageni. Kuna madai pia kuwa Kiswahili ni lahaja ya Kiarabu. Tena hii inatosha kwa sababu inaonyesha kuwa kabla ya kuja kwa wageni kwenye huko Afrika Mashariki hapakuwa na Kiswahili. Wazo hili si sahihi kwa sababu hakuna lahaja ya aina hii huko Uarabuni. Pili, Waarabu pia walienda Afrika Magharibi kupitia Afrika Kaskazini. Mbona lahaja ya namna hii haikuzuka huko? Maoni ya mwisho ni kuwa Kiswahili ni mojawapo ya lugha za Kiafrika yenye asili ya Kibantu kama vile Kihaya, kikukuyu ki, Kiyao, Kimeru na Kigiriama. Lugha hii ya Kibantu iliweza kukopa maneno ya kigeni kutoka kwa lugha za Kiarabu, Kiingereza, Kireno, Kijerumani, Kihindi, miongoni mwa zingine. Ukopaji huu ulitokana na maingiliano ya jamii hizi kupitia kwa biashara na utawala. Maoni yanayoshikiliwa sasa ni kuwa Kiswahili ni lugha ya Kiafrika yenye asili ya Kibantu. Idhibati ya kutosha imetolewa kupitia kwa utafiti wa kisimu, fasihi simulizi na historia, yani mapisi. Uchunguzi wa isimu historia na isimu linganishi uliofanywa na M. Guthrie mwaka wa elfu moja mia kenda arobaini na nane unaonyesha kuwa Kiswahili kina uhusiano na lugha zingine za Kibantu hasa tunapotazama mashina ya maneno mengi kutoka lugha mbalimbali za Kibantu maneno ya asili kama vile kichwa, mkono, maji, njia na majina ya wanyama katika lugha hizi yanahusiana, na hivyo kubainisha kuwa yalitoka kitovu kimoja. Baada ya Wabantu kufanya makazi katika sehemu ya mto Tana, walishambuliwa na Wagala. Baada ya mashambulizi haya, Wabantu walitawanyika na kuanza makazi mapya kuanzia sehemu ya Mogadishu upande wa kaskazini hadi sehemu ya mto Pagani upande wa kusini. Baadhi yao walivuka bahari ya Hindi na kwenda kufanya maskani yao katika visiwa vya Unguja, Pemba na Gazija. Katika maeneo haya waliendelea kuzungumza lugha zao za Kibantu, lakini kutegemea wakati na umbali kati yao, tofauti za kimatamshi na msamiati zilizuka. Tofauti hizi zilisababisha kuwepo kwa lahaja mbalimbali za Kiswahili. Miongoni mwa lahaja hizi ni Kiamu, Kipate, Kingare, Kimvita, Kivumba, Kigazija, Kizwani, kipemba kiuguja kipumbatu kibajuni kisiu miongoni mwa zingine. Jambo lingine ni kuwa Kiswahili kina irabu tano kama zilivyo lugha nyingi za Kibantu. Irabu hizo ni a, e, i, o, u na u. Hali kadhalika muundo wa msamiati wa Kiswahili kimsingi huchukua konsonanti irabu, konsonanti irabu, kwa mfano kigoda, maji, baba. Hata hivyo konsonanti mbili au tatu zinaweza kufuatana, kwa mfano nywele, pwani, ngwena afya na mengine mengi. Mpangilio wa nomino za Kiswahili huleta uwiano wa kisarufi na uito ngeli za nomino ujitokeza katika lugha zingine za Kibantu. Mfano wa mpangilio na nomino hizi ni ngeli ya kivi, hui, awa na lia. Nomino hizi zinapotumiwa katika lugha ya Kiswahili huwa na uwiano wa vitenzi. Jambo hili pia hujitokeza katika lugha zingine za Kibantu na udhihirisha kuwa Kiswahili ni mojawapo ya lugha za Kibantu. Katika maoni ya fasihi simulizi, asili ya Kiswahili ni Kingozi. Mashairi ya hamsi yaliyoandikwa katika karne ya kumi na nane yaliandikwa kwa Kingozi. Kingozi kilikuwa kikizungumzwa sehemu iliyoitwa Uswahili, upande wa visiwa vya Mangunyoni, Pate, Lamu, Faza hadi bara kupakana na mto Tana. Asili ya neno Kiswahili inasemekana ilitokana na kijana wa Kigozi aliyeulizwa na wageni Yani wasafiri wa Kiarabu kuwa wao ni kina nani. Akajibu kuwa sisi ni waziwa hili, yaani wenyeji waziwa hili. Kutegemea wakati na matamshi, jina hili lilibandika na kuwa Waswahili. Wazo la pili ni kuwa wageni waliuita huko Afrika Mashariki sahili, wingi wake ni sawahili, yani pwani. Kiambishi kii kiliongezwa kuonyesha lugha na kuwa Kiswahili na baadaye Kiswahili, jina ambalo lilianza kutumika kaskazini mwa Kenya karibu na Lamu katika karne ya saba na nane baada ya kuzaliwa Kristo. Ushahidi wa kihistoria unaonyesha kuwa katika karne ya kwanza ya Kristo, neno Azania limetajwa katika kitabu cha maelezo ya Bara Hindi, Periplus of Erythrean Sea, kutajia sehemu za Afrika Mashariki. Wasafiri wengine waliozungumzia juu ya, ya lugha hii katika Afrika Mashariki ni Ibn Battuta Ibn Masud na Al-Idrisi. Baada ya wasafiri hao wa kale walinukuliwa kutaja maneno ya Kiswahili kama vile mkono wa tembo na kisukari yaliyokuwa majina ya ndizi. Majina haya hata sasa yanatumika. Swali so, na la kwanza pale nataka tuandike, na nakwambia sehemu ataja lahaja tano za Kiswahili na kule zinazozungumzwa kuna Chimini, Chimini. fungua hapo kuna ramani, una, unaangalia ndio ya kwanza hapo kwenye ramani ukurasa sitini na tatu, Chimini, Inazungumzwa Kisimayu na pia Mogadishu, ni lahaja Kisimayu au Mogadishu. Kingozi pia kinazungumzwa Kisimayu na kaskazini ya Lamu. Kingozi Kisimayu na kaskazini ya Lamu. Kipate kinazungumzwa Pate. Kipate kinazungumzwa Pate. Kiamu kinazungumzwa Lamu. Kiamu kinazungumzwa Lamu. Kimvita kinazungumzwa Mvita, mvita ya Mombasa. Kimvita kinazungumzwa mvita ya Mombasa. Kuna Chifuri au inaitwa Chichifuri, kusini kidogo mwa mji wa Mombasa. Kwa hivyo, Chichifuri kinazungumzwa kusini kidogo mwa nchi, kwa mwa mji wa Mombasa, kusini kidogo mwa mji wa Mombasa. Kuna Kivumba nane, Kivumba kivumba uzungumzwa Vaga. Andika tu Vaga, si unajua? Ndio inazungumzwa hapo Vaga. Kipemba, kipemba kinazungumzwa Pemba. Kimtang'ata, kimtang'ata, kimtang'ata kinazungumzwa Tanga. Kimtang'ata kinazungumzwa Tanga. Tanga iko Tanzania, kumbuka kiuguja ambacho kinaitwa kitumbatu kiuguja vile vile kinaitwa kitumbatu uzungumzwa uguja, uguja kuna kimrima kimrima kimrima huzungumzwa pwani ya Tanzania sehemu kubwa ya pwani ya Tanzania kuna kigazija Gazija kinazungumzwa kisiwa cha Gazija na Komoro, visiwa vya Gazija na Komoro. Kinaitwa Kigazija au Kizwani, kinaitwa Kigazija au Kizwani. Pia kuna Kiungwana, cha mwisho Kiungwana kinazungumzwa mikoani Zaire, mikoani Zaire Zaire hasa Lubumbashi, Bukavu nasu kisabuni o kinazungumzwa tu mikoani Zaire sema hivyo. Swali la pili, lugha ya Kiswahili ni lugha ya Kibantu, jadili wazo hilo. Kwa nini tunasema uh, Kiswahili ni lugha ya Kibantu? Kwanza kiswahili kina Kiswahili, kama lugha nyingi za Kibantu, kina irabu tano.